Natokea toka Fredi Kikuru kutoka Access FM kwa okay. mujibu right. eh, wa taarifa ulioitoa hapo mwenyekiti ni kwamba mkutano unafanyika Jumapili tarehe ishirini na tatu lakini kwa kuna taarifa pia za za chama kingine kufanya tukio sana sana la aina hiyo hapa hapa mjini. Wewe kama mwenyekiti umejiandaaje na situation kama hiyo? Chama gani ni taasisi ya tuliataasi kupitia Chama cha Mapinduzi, wana tukio pia la kugawa nguo Jumapili hiyo. Hey. Ameuliza ah, Saddam kwamba vipi eh, mara nyingi tukiwa tuna, tunafanya harakati za planning operation au ratiba kama hizi, tunakuwa na msuguano na polisi. Eh, nadhani tuko vizuri kwa maandalizi na misuguano inaanzaga kama hapa kwa sababu hivi mnavyozungumzia misuguano kwa Chadema abanyaga kamera pia. Kwa hiyo so <laughs> so far tuko, tuko tuko vizuri. Hatujaona dalili zozote za hujuma wala za, za, za, za, za, za kukwamisha. Na mara nyingi unajua shida inakuwaga sio sisi, mara nyingi inakuwaga shida ni police, maybe by au kwa understand mpaka eh, inawapelekakua hatua wanazochukua dhidi yetu, lakini nyinyi mekuamashahidi hakuna shughuli ya chadema iwe mikutano ya adhara iwe shughuli za ndani ambazo zimewahi kufanyika ukatokea uvunjifu wote wa amani. Nikizungumzia hususani kama hapa mjini Mbea, watu hatuakupoteza hata sindano aliyoiweka kwa hiyo, tuko vizuri. Eh, sofa kuna e au hakuna eh, uzuiji wowote kutoka kwa polisi au vyombo vyote ukatiba. Ajibu kanda ya Nyasa ina mikoa mitano, ina rufa Songwe, njom, uh, Mbeya, Njombe, Iringa, Njombe. Kwa hivyo kama ulivyosikia mwenyekiti alivyokuwa na anasoma yote hayo, tumepeleka mikutano na mikutano mikubwa iko mingi na ikobia, na bado pamoja na kulizosooma bado kuna wengine ambao tunajua kwa chama chetu na wanavyopenda pokea viongozi wote. Sisi hatupiki Katavi, hatupiki Ruvuma, si tunaishia Iringa, Njombe mpaka Rukwa. Asante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 sana, Mungu barikiakinaitwa Josephasembaea utakuwa <hopper> na suala la kuwataka wanachadema kujiandaa kuja kwa wanachama kugombea udiwani, ubunge na ikiwa Chadema msimamo wenu ni mkanganyiko kwa Watanzania na maana gani na kipi ni kipi. Na jana naibu katibu na mkuu bara alikuwa anazungumza na, na kuwataka wanachadema kujiandaa kuombea. Of course tunakwambia uh, kama mwenyekiti taifa alivyosema kwamba no uh, no reform no election, sio maanayake kutusia kususia uchaguzi <laughs> maanayake ni kupush kwa namna mbalimbali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 ime- imepitia kwenye mtandao wako wa X asma aa autaa wee mwongo kyando. Wewe a unamkinga mwongo na hili kitu, niwaambie watu eh, kauli yoyote unaoyona ya mtu kiongozi, nikishiaona kwamba kyando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 ya kwangu mimi. Nini? Si ndio maana tunapushi na reform na election. Tunafikiri tunapushi ili iweje? Tunapushi ili tugombee, kwa sababu kama ingikuwa vinginevyo tungesema okay, acha nini na hiki, tungoja tuendelee na shughuli zetu, tuuze chai na mandazi pale desde <laughs> Ha, fayika, mimi ni mtulivu sana. Hiyo michakato inayofanyika ni michakato, mimi sio mbunge saizi, siingi kwenye hivyo vikao wagawe, e, wanjani. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye niko nasubiri matokeo, tunasubiri wagawe mpira, utakapofika uwanjani ndio tutajua kwamba tunaanza kupiga danadana mkono mguu wa kushoto au mguu wa kulia. Asante sana.